ulete upendo mahali ambapo bwana nti na uweke heshima mahali palipo jana dharau. Kwa kweli, baba huyu kupitia serikali hiya awamu ya sita chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan, mheshimiwa rais anaendelea rais anaendelea kuyenikwasakwa hiyo, lakini pia anaendelea kuigizisha vizazi hadi viati, na ndiyo maana leo hii tumeingia ndani ya wilaya ya Namtumbo ndani ya halmashauri ya Namtumbo juu ya kuja kujionea matumaini lakini pia kujionea upendo na heshima ambayo inaika baina ya viongozi wa serikali ya wilaya pamoja na wananchi wake. Naomba pigeni makofi mengi sana kwa mapenzi Daktari Samia Suluhu Hasan, rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, juu ya wananchi wa Tanzania katika kuhakikisha na kuboresha sekta ya elimu. Ndiyo maana leo hii kumefika na mwengi mwenge wa uhuru kujionea madarasa ya kisasa madarasa ya kileo yenye sifa na mgezo juu ya kutumia watoto wetu. Naomba tupige makoti mene bai, migu zangu wananchi, mwenesaisha yamengeza fedha nyingi sana ndani ya mradi huu, na ndiyo maana leo hii halmashauri pamoja na serikali ya wilaya inayosimamia miradi hii ya kikakati ambayo inaweza kuwasaidia watoto wetu hasa wakazi za jini ohilikeeka katika shule hili ya msingi kujionea wa madarasa manne pamoja na matundu sita ya vyoo. Haya ni maendeleo makubwa yaliyopatikana katika eneo hili. Nataka niwahakikishie wananchi kupitia serikali hii ya sida, hatuishia madarasa haya sita. Tumeiona shuleliti wakati mkuu wa wilaya nanekazuda nanambali huu aliniambia yalikule madarasa ambayo yako mbele a

ni niwaombe sana ndugu wanafunzi, mafundi, hakikisheni mnatunza miundombinu ya mambo. Leo hii kama mlikuwa mnakaa darasa wanafunzi na zaidi ya 80 leo hii mnaenda kukaa na mafundi zaidi ya arobaini, haya ni maendeleo makubwa kwa kipindi cha mambo mengi sana. Hakikisheni mnawapeleka watoto wenu kupata elimu. Naamini kuna baadhi ya wazazi mpaka leo hii wanaendelea kuwazuia watoto wao kutokupata elimu. Niwaambie ndugu wananchi, mheshimiwa rais ameshatoa ruhusa na kibali ya kwamba mwanafunzi yeyote anayeanza kusoma ngazi ya chini hadi anakija chuo kikuu amewasaidia kwa asilimia mia moja na wanafunzi ha. ha. wana wa ngazi hizo hadi elimu ya msingi hadi nemu kwa maana form six wanasoma bure katika shule za serikali. Kwa yule ambaye anahitaji kuokcha mwanawe huyu mwanake tunatambua amejiweza, kwa sababu kama viongozi wa serikali ya wilaya ama serikali kuu, tunaamini hakuna kiongozi atakayeweza kuondosha umaskini wa mwananchi wa, lakini pia tunaweza tukapeleka huduma ambayo kama mwananchi wa kimaskini akaweza kutumia. Na ndio maana leo hii shule zetu hizi tunaziboresha, shule za kisasa, shule kwa kweli unasoma unajisikia kwamba kweli unasoma. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, nashukuru sana ndugu wananchi. Kwa kweli sisi mwenge wa uhuru tumekagua ubora wa madarasa haya pamoja na matundu sita ya vyoo. Kwa kweli tumejiridhisha, madarasa yana viwango yana vigezo na yanastahili kutumika.